Ninyi mnakumbuka kwamba katika miaka kadhaa ambayo tunapata mvua za aina hii kumekuwa kukijitokeza matatizo ya aina hii, na haya hayajaanza sasa. Ukiwafuatilia wenyeji wazee wetu hapa, watawaambieni, na ukiwafuatilia wanahistoria wa nchi hii watawaambieni kwamba tangu reli ya mwanzo ile reli ya Mjerumani kulikuwepo na matatizo yanayojirudiarudia yanayohusiana na masuala ya mafuriko mvua zinaponyesha. Sasa serikali ya awamu ya sita ilipoona jambo la aina hii, imeanza kuchukua hatua za kushughulika na masuala ya mafuriko, ili maji yanayopita katika vijiji vyetu kuanzia kule usawa wa Kidunda kwenda mpaka Gulwe yawe kwenye mabwawa na yawe yanapita kwa kipimo ambacho hakitaleta madhara. Na hivi tunavyoongea, kule upande wa Kidunda tayari ujenzi umeshafikia asilimia arobaini na zaidi, na leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma nusu ya serikali. Tuko hapa, tuna waziri mbunge mwenyeji, tuna waziri wa fedha, tuna waziri wa uchukuzi tuna waziri wa maji, tuna waziri wa kilimo, na tuna naibu waziri wa mazingira, pamoja na wataalamu wengine kutoka serikalini, akiwemo katibu mkuu wa wizara pamoja na mtendaji mkuu wa TRC. Tutakapotoka hapa, mbali na miradi ile ambayo tayari inaendelea, tumekubaliana tunaenda kujenga yale mabwawa tisa ambayo yakishajengwa yatafanya tatizo hili la mafuriko kuwa historia. Moja la Kidunda tayari ujenzi unaendelea, lakini bwawa la Kidete nimeambiwa na mheshimiwa mbunge mwenyeji kaka yangu mwalimu wangu kule Rumuma na mabwawa mengine nane, lakini pamoja na sambamba na hayo, pia yatakapokamilika utafanyika ujenzi wa mabwawa mengine madogo madogo kwenye mito mitano ambayo inakusanya maji na yanaleta athari hizi kwao. Niwaambie wananchi wakidete pamoja na wanakilosa na maeneo mengine yanayohusika, Serikali haijalala. Serikali iko kazini, na hivi tunavyoongea, fedha za kujenga mabwawa haya zipo ili muweze kujua kwamba hatu hatujaanza kushughulikia baada ya mafuriko haya kutokea. Tumeanza kushughulikia masuala haya baada ya tu ya kujua kwamba huwa yanatokea kila baada ya miaka mitatu minne ama mitano inayojirudia. Ndio maana ujenzi wa bwawa lile kule tayari ni asilimia arobaini, lakini ujenzi wa bwawa la Kidete pamoja na Lumuma tayari fedha yake ilishapatikana na wale wataalam wa kuweza kutengeneza design pamoja na mambo mengine ya kitaalamu ya kuweza kujenga mabwawa tayari wako kazini na tunatarajia miezi kama mitatu ijayo watakuwa wamemaliza. Lakini si hiyo tu, pia fedha ya kujenga mabwawa mengine yale sita na yenyewe fedha yake ipo, na kwenyewe kuanzia sasa mpaka tunapomaliza mwaka huu wa fedha mtakuwa mmeshaona hatua ambazo zinafanyika. <tune> <tune>